na Simba ilazima kocha ili ivuke. Valentin Mohamed uh, kutokea Mozambique anasema nawakubali sana wana Crown FM. Ramadhan Haruna kwa hiyo hata uh, nani anamaanisha, uh, hata jof rais wake ni injinia imamu mtamani, kwani injinia ni raisi wa kitu gani? Kwanza hapo nimeshamwelewa kwa sababu ni shabiki wa Simba <laughs> Ndio eh, maana yake kamanda, ichukue hivyo, tunaishi nao hivyo. Dickson Frank anasema anaitwa Dickson kutoka Tandale nyuma kituo cha polisi Tandale, uh, pomkai Simba, uh, tulia tupate raha. uh, Prince Mtepa, Yanga bingwa. Omari ameandika vyema kabisa. Omari Salome Neima anasema hii ni crown Sports. Angel Marcel mamdogo katika ubora wake. Gwigano Ntaheru, Yanga, uh, tuna, tutahakikisha tunabeba kila kombe litakalopita mbele yetu na vitu vingine kama hivi ambavyo ameendelea kuviainisha hapo vizuri kabisa, lakini pia yuko vizuri. Faki Kupera anasema yanga hii itawanyima sana, itawanyanyasa sana hapo baadaye. Lakini pia Angelo Marcelo amesomeka. Joseph Mtumuyu, show ya maana kabisa, Simba bingwa eh, gishiwashi sagasu kaandika. Prince Mtepa kaandika, yanga bingwa. Lakini pia Amos Eliud mkai, kwani baridi ni kali mwanangu? Na hapana, niko sawa sawa na niko vizuri kabisa kabisa. Basi e, eh, nahisi wanatamani ni, ni koti ndio, ah, hii hii ni koti ama Mata ni sweta. Usiwasikilize, usiwasikilize hao hao watu eh? Usiwasikilize hao watu ukweli, ah, ni kwamba huku ndani mbona ngoma bado haijaanza? Ah, sasa unaona ah, okay. inakuja eh, mambo yanaenda taratibu <laughs> kama kwa nini watu wote huku ndani wamepiga sweta. Hali <laughs> sio shwari <laughs> Eh, dada, miandiko shida eh, na kweli mwenzangu Shabani Salehe. Mary Mihayo, miandiko miandiko inachanganya. Mary Mihayo umesomeka vizuri kabisa. Prince Mtepa umesomeka. Frank 001 kutoka Mombasa na yuko pamoja na sisi, lakini pia anasomeka Hans the King akisema kwamba bwana, tunajivunia show hii cause kwingine ni unaungaunga mwana. Hakika fahari kuwa na wachambuzi kama nyinyi hapo studio, shukrani sana. Hakika kabisa ni swadakta wa swadakta. So Jesca Magama, tuanze na timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars leo ipo dimbani dhidi ya Zambia katika harakati za kufuzu kombe la dunia. Lakini Taifa Stars hali yake inavutia ama hali yake haivutii? Mchezo utapigwa pale Zanzibar majira ya saa nne usiku, na bila shaka kamanda Jefrea, unajua sisi wa Tanzania ukifuatilia juu ya timu yetu ya taifa huwa kuna mashindano makubwa ambayo yanafahamika eh, na CAF pamoja na FIFA kwa maana ya CHAN, lakini vile vile pia eh, AFCON pamoja na michuano hii ya kombe la dunia, hmm. lakini Eh, baadhi yetu sisi wa Tanzania bado wana imani kubwa kwamba wanatamani kuiona Taifa Stars inafanya vizuri eh, katika harakati hizi za eh, kombe la dunia. Yeah. Katika haya mashindano ma, matatu kamanda, unafikiri tuwekeze nguvu kwenye shindano lipi kati ya haya matatu? Tuanzie hapo kwanza, mashindano uh, kwanza kwenye kombe la dunia, kwenye uwezekano wa kufuzu hatupo tena kabisa. Uh, sasa nadhani umezungumzia na chan pia. E, umezungumzia chan Afcon pamoja na world cup. Kwa maana haya mashindano matatu chan, cha ijayo inafanyika inafanyika, sina hakika inafanyika lini, lakini mimi nadhani nimekuwa on record mara nyingi sana nimesema kwamba mashindano ambayo sisi tunatakiwa tuwekeze ambayo no. mimi namdai Hemedi uh, Moroco kama atakuwa kocha wakati huo ama TFF, ni mashindano ya Afcon ya, ya mwaka 2027. Okay. Hii Afcon ya sasa hivi kwa mfano, ukiangalia kundi ambalo tumepangwa, uh, tumepangwa kwenye kundi ambalo lina Nigeria, Uganda na Tunisia hmm. Hmm. Ni kundi gumu sana kwetu hii. Yaani hapa tupambane labda kupata point tatu kwa Uganda ama moja hmm. Na most likely moikl tusipate pia point pointi vilevile kwa sababu yeah. Mara ya mwisho tumekuwa kundi moja na, na Uganda kwenye Afcon nadhani tulipoteza mchezo ambao hmm. uh, tulicheza nao kwenye Afcon ya mwaka 2000 na uh, kuna Afcon yere, sio kwenye Afcon lakini rekodi yetu dhidi ya Uganda sio nzuri yeah. Huwa tunashinda hapa na pale, lakini they have better record kuliko sisi. Lakini tujikumbushe kidogo Afcon ya Ivory Coast, tulifanya vizuri, tuliondoka na alama nne pale ya Afcon ya Ivory Coast sio <laughs> tuli, tuliondoka <laughs> tuli, na point pointi mbili tulitoka sare na mjolo, Zambia tukatoka sare na Kongo, tukapoteza na Morocco. Ndio. <laughs> <laughs> Lakini bado ilikuwa kundi gumu yani, ndio ndio hoja ya msingi kwamba yani, hapa uh, labda mtu akujifanisha na haya labda ni Zambia uh, lakini Kongo kwa timu walionayo sasa yeah, uh, hivi sio sio nyepesi okay. Kwa hiyo kiuhalisia kabisa Afcon ambayo sisi tunadaiwa performance bora ni Afcon ijayo. Sio hata hii hii, twende tutakachopata tutaka tukipate yeah, lakini itusaidie kujenga platform kuelekea kwenye Afcon ya mwaka 2027. Of course hata Chan bado ni size yetu Uh, kwa sababu tena size yetu sana ya. Yes kwa, kwa nature kwa nature, timu yetu hatuna wachezaji wengi sana ambao wanacheza soka la kulipwa nje mm. Uh, tuna wachezaji ambao wanacheza hapa ndani, kwa hiyo timu yetu ya Chan mara nyingi ni ile ile tu timu ya, ya ambayo itacheza Afcon. Ni tofauti na Moroko ambao umeona Chan iliyoisha ile yeah. Moroko walitwaa ubingwa sawa. So, kwenye wachezaji waliotoka kwenye ile Chan kwenda kwenye timu ya taifa yenyewe ile mm. Ni wawili tu mm. Kipa pamoja na defender mmoja ambaye ni anacheza Raja Casablanca mara mm. nyingi ni mchezaji versatile, ana ana uwezo wa kucheza defensive midfielder, ana uwezo wa kucheza beki ya pembeni na beki ya kati, na huwa anacheza kwenye kwenye kwenye timu zote. Lakini hiyo inakuonyesha jinsi ambavyo sisi bado tuna wigo mpana sana wigo mdogo sana wa pool ya wachezaji ambao wanacheza timu ya taifa kwa sababu mm -hmm. kwa mfano uh, tungekuwa hata robo tu ya Morocco, kwamba tuna wachezaji wa ndani ambao uh, wanaweza wakatengeneza timu ambayo wa haihusishi wachezaji wa nje yeah, na ikafanya vizuri tungekuwa mbali sana. Lakini leo hii uki tukipima hata kulinganisha na timu ya taifa ya Kenya yeah, hatulingani nao, in, in the sense kwamba wao wanaweza wakaita timu ya CHAN competitive kama tulivyoona na timu yao nyingine ile ambayo ina watu kama kina Michael Olunga, kina sijui Wilson Lenkupae na na na wengineo ambao wanacheza wana Europe. Sisi timu yetu ni hiyo hiyo. Yaani tukifanya kwa mfano kama CHAN, kuna wachezaji wengine tukiwa kweli hawastahili ha, ha, kuitwa timu ya taifa kwa sababu yeah. hawana ha, hiyo quality. Lakini tuliwaita kwa sababu sasa inabidi ina tuassemble timu ambayo inacheza hapa hapa. Mm. Lakini kuna wengine labda ambao maybe walistahili kuitwa na hawakuitwa. Kwa hiyo tuna pool ndogo sana ya wachezaji ambao wa wako kwenye level ya kucheza uh, national team, na ndio maana inabidi tuwekeze sana tutengeneze sana wachezaji ambao watatutengenezea team competent Diyo, kwa ajili ya Afcon ya mwaka um, 2027. Lakini umezungumzia mchakato wa kufuzu uh, FIFA World Cup kwa wakati huu kwenye nafasi ya, ku, ya kupata wale best loser sisi kwenye zile timu tisa sisi ni wa mwisho. No. Yani, ni wa mwisho kabisa uh, baada ya mechi saba tumeshinda mechi tatu, tume draw moja, tumepoteza tatu, tuna magoli sita, tumefungwa magoli sita. For proper context, mm -hmm. uh, kwenye hili kundi la timu ambazo zina rekodi nzuri ya walioshika nafasi ya pili ukiondoa sisi, yani timu ambayo inafuatia kwa kufunga idadi ndogo ya magoli ni Namibia Uganda na South Africa ambao wamefunga magoli mara mbili ya wale tuliofunga sisi ana yaani, magoli kumi na mbili ndio tunamfuatia sisi tuna magoli sita lakini baada ya hizi mechi zinazochezwa leo na kesho kuna timu ambazo zitaongeza idadi ya point hapa kitu ambacho sisi kitatutoa kabisa kwenye mashindano kwa hiyo hatujatoka moja kwa moja lakini kinadharia ni kama tumetoka yeah. kwa sababu kuna timu kama uh, Madagascar, Congo, Burkina Faso, Cameroon, unategemea kwamba wat, watatengeneza point katika hizi raundi mbili yeah. Kutuliko sisi. Kwa mfano, zile timu nne za juu zile, Gabon ana mechi dhidi ya Gambia na ana mechi dhidi ya Burundi mm -hmm. Ni mechi ambazo anaweza akaokota point maximum sita, anaweza akaokota point tano Amin anaweza kuokota pointi nne kwa maana akashinda moja akasare moja, yeah, kitu ambacho kitamfanya awe na pointi ishirini na tano ambazo yeah, sisi hatuwezi kufikia. Lakini sasa hivi kuna Madagascar, Kongo na Burkina Faso ambao wana pointi ambazo tunaweza kuzifikia, lakini na wao kwenye mechi hizi wanazocheza wanaweza kupata point waka, waka enda mbali zaidi. Kwa mfano, uh, Burkina Faso anacheza na Sierra Leone na anacheza na Ethiopia. Anaokota point sita hapo, hizi ni tu. Sisi hatukuweza kumfunga Ethiopia kwenye mechi, kwenye mechi ya nyumbani hapo, mbele zo zogu sana. Mechi, uh, muangalie Kongo. Kongo ambaye alipoteza na Senegal na kupoteza nafasi ya kukaa juu pale kwenye automatic qualification, ana mechi mbili ambazo anaweza kushinda. Ana mechi dhidi ya Togo ugenini, ana mechi dhidi ya Sudan nyumbani Hizi mechi anaweza kuokota point sita, most likely yani point maximum ama minimum anazoweza kupokea ni, ni, ni nne. Ukiondoka kwa Kongo kuna Madagascar. Madagascar anacheza na Comoros, anacheza na Mali. Mechi dhidi ya Mali ni ngumu. Lakini mechi dhidi ya Comoros hii wanaweza wakaokota wakaokota point. Na wanahitaji point tatu tu ili kufika point kumi ni, ni, na tisa ambazo zinazitoa timu nyingine kwenye uh, kwenye kinyang'anyiro. Kwa hiyo hmm. Sisi kwa ratiba ya mechi tulizo nazo, mechi tunache, maanake tunacheza mechi dhidi ya Zambia, mechi moja tu iliyobaki, ili ni ngumu sana ku, uh, kufikisha idadi ya point zaidi ya. Kwa hiyo tunaweza kufikisha point kumi na tatu pekee ambazo haziwezi hata kumzidi ambayo yuko juu yetu, ambaye ni South Africa, ambaye pia ana point kumi na nne baada ya issue ya kupokonywa point ile mm. baada ya kadi ya njano ya Tebogo Mokoena, ndio lakini ana mechi nyepesi ambazo hizo mechi ni kama anazicheza nyumbani kwa sababu mechi yake ugenini yeah. anacheza na Zimbabwe na Zimbabwe, uwanja wao wa nyumbani ni South Africa, South Africa yeah. na anacheza mechi nyumbani dhidi ya Rwanda kwa hiyo wan most likely wanaweza wakaondoka mm. na pointi ambazo zikawafanya wawe washindi pia wa, wa kundi lao. Kwa hiyo ni mechi ambayo sisi tunakwenda kukamilisha ratiba, sio mbaya, No. Lakini nadhani kocha ataitumia kuandaa kikosi chake kwa ajili ya AFCON. Na, na, na hapo hapo kwenda kukamilisha ratiba eh, kwa namna ambavyo msimamo umeutaja, kwa maana ya Gabon wamecheza mechi nane na alama 19, lakini Madagascar wao wana mechi nane alama 16, DR Congo 16. Burkina Faso eh, kumi na tano, Kameruni 15, Namibia 15, Uganda 15, Afrika Kusini 14 na Tanzania wow, wao uh, wana 10. Bado nipo kwako kamanda Joflea. Hii inatupa tafsiri tosha kabisa kwamba katika hawa ambao wanaitafuta ile, ile playoff yeah, ya best loser yeah. Hii ni aibu kwa Taifa Stars. Lazima tuchukue hii kwamba tunatia aibu kwenye mashindano haya. Hapana, mimi siiangalie kama kama aibu, kwa sababu unajua mkai, tofauti na watu wengine, mimi matumaini yangu kuhusu Taifa Stars huwa yanauhalisia siku zote. Mimi sijawahi kuiangalia Taifa Stars kama timu ambayo ina nafasi kubwa sana kama ambavyo watu wengine wanaamini, wapo no. watu unajua, wanaamini kwamba Tanzania klabu zetu hizi za Simba na Yanga zinaweza kutoa ubingwa wa Afrika hivi karibuni. Mimi siamini hicho kitu yeah. Siamini even though kuna moja kati ya hizo timu ambayo mimi naishabikia hapo, lakini mimi nimefuatilia mpira wa Afrika seriously kuanzia mwaka 1997 mm -hmm. Yani kwa kufuatilia kujua nini kinaendelea kwenye mashindano ya Afrika kombe la CAF sijui nini, na naelewa ugumu ugumu ulioko ukiangalia kwenye, kwenye ili kundi tu la best loser sisi the only team ambayo labda hapa tunaweza kusema ni, ni level yetu mm, labda ni Madagaskar, maybe Namibia mm. Na, na na labda Uganda, ambao mimi naamini Uganda wana timu nzuri na kundi kubwa la wachezaji ambao wanaweza waita kwenye timu ya taifa kuliko sisi. Unaposema timu nzuri unamaanisha ni wachezaji bora competent, waka, katika wakati husika ambao mm. wanaweza wakatengeneza team competent ambayo inaweza hata ikicheza mechi ngumu ikampa yule mtu ambaye anacheza hiyo ambaye ni favorite, no. ikampa wakati mgumu yani kwa Uganda kwenye kundi letu kwa mfano la, la Afcon ile ndio yeah. Nigeria atamclassify Uganda kama mpinzani mgumu kuliko sisi Tanzania. Sawa. Hmm. Tunisia atamtazama Uganda kama mpinzani mgumu kuliko ilivyo kwetu sisi Tanzania, sure. Kwa sababu ya aina ya wachezaji walionao um, player development katika nchi yao na wachezaji kwa mfano wanaocheza wanaocheza Europe ambao wanaweza kutengeneza team competent kuliko sisi. Sisi timu yetu kwa muda mrefu, mm, inakuwa haipigi hatua. Na hiki ni kitu ambacho mimi, kwa mtu yeyote ambaye huwa anatusikiliza kila wakati tunapoizungumzia timu ya taifa hapa, atakubaliana na mimi kwamba nimekuwa very consistent kwamba mimi siangalii matokeo ya sasa hivi, naangalia tunachojenga. Sawa, kwa hiyo unaweza hata ukamuita mchezaji ama ukawaita wachezaji ambao wasitupe matokeo mazuri katika mechi hii hapa ya sasa hivi ya Zambia, lakini wakatusaidia kujenga kitu ambacho unaweza ukakitumia cam 2027 katika michuano ambayo mm -hmm. sisi tutakuwa wenyeji. Mimi nimekuwa nasema uh, siku zote kwamba Afcon ambayo na mimi nawadai TFF, nawadai bench la ufundi na wachezaji performance ni ile ambayo sisi tutakuwa wenyeji, kwa sababu itakuwa ni aibu. Yani hiki unachokisema mka si sahihi, sio aibu. Aibu ya ukweli itakuwa ni pale ambapo wenzetu Afrika Mashariki <laughs> yeah. Wamekwenda kwenye hatua ya 16 bora sisi tumebaki, mm.